Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana wewe unaendelea kufuatilia chaneli yangu kwa ajili ya shuhuda mbalimbali mafundisho ya Mungu ambayo atakujenga na anaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunapenda kushuhudiana kwa sababu bado tuko duniani na mtu unapopitia mtihani mmoja, unaweza wewe ukashuhudia ukusaidia mtu mwingine aidha ambaye labda anapitia mtihani kama huo, akapata njia naye akatoka. Au aidha yeye anapitia kabisa changamoto kwenye maisha yake, basi anaweza akajifunza akapata somo ili kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kwa kawaida maisha yetu tunayoishi kila siku asilimia tisini na tisa ya maisha ya mwanadamu ni kiroho. Kwa leo nataka tukajifunze vitu vichache vichache sana, sababu tatu kwa nini Mungu haangalii historia yako wala dini yako. Kwa nini Mungu haangalii historia yako wala dini yako. Kitu cha somo ni kwamba kwa nini Mungu haangalii historia yako wala dini yako pale ambapo Mungu anaamua kukusaidia, pale Mungu anapoamua kukuokoa, pale Mungu ambapo anaamua kukutumia, hana shida na historia yako, hana shida na dini yako, anakutumia vile vile ulivyo. Yaani haijalishi una historia gani, Mungu akiamua kukutumia, anakutumia. Kwa leo nataka tupitie mistari michache kutuonyesha kwa nini Mungu wae hana shida kabisa na historia ya mtu wala dini ya mtu wala hali ya mtu kwamba huyu ni maskini ni tajiri, kwa masikini, nitajini. Kwa nini sababu namba moja, kwa nini Mungu haangalii historia ya mtu anavyoamua kumtumia? Namba moja, Mungu hana upendeleo jamani. Hiki ni kitu kizuri sana kujua, ni habari njema ambayo nakuletea kwenye maisha yako siku ya leo. Kwa kaida, Mungu tunayemwabudu hana upendeleo. Mungu tunayemwabudu hatazami mtu kusema, huyu kwa vile ana pesa ngoja nimpendelee, huyu kwa vile anatokea familia tajiri ngoja nimpendelee, huyu kwa vile ni mzungu au ni mwafrika ngoja nimpendelee. Hapana, Mungu hana upendeleo, haangalii jinsia ya mtu anapoamua kumtumia, anamtumia vile vile alivyo. Tuangalie maandiko matakatifu kidogo, kutoka kitabu kile cha matendo ya mitume Nitasoma Matendo ya Mitume sura ile ya kama una Biblia yako, na ni vizuri unapokuja kwenye unapojua unafungulia channel yangu unakuwa na Biblia au unakuwa na kalamu na daftari, kwa sababu hata wewe kuna maandiko machache ambayo unaweza kuyapata kwa maishani au kaenda kufundisha hata wengine, kwa sababu watu wenye uhitaji wa neno la Mungu na kuambia na kuhakikishia wako wengi kabisa. Namba moja, nimesema tunasoma Matendo ya Mitume 10:34 Matendo ya Mitume sura ya kumi mstari wa thelathini na nne neno la Mungu linasema kwamba Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu wa mchai na kutenda haki hukubaliwa na yeye, yaani ye. Mungu yeye hana upendeleo. Mtu yeyote unayenisikiliza sasa, sasahivi mahali popote ambao wamesikiliza na kupaa habari njema, Mungu hana upendeleo, kutoka taifa lolote, kutoka familia yoyote, kutoka jinsia yoyote, kutoka hali yoyote haijalishi. Sijui una mapito gani, una madhambi gani kama hii, Mungu hana upendeleo, endapo tu sasa hivi tamua kasema, jamani, nami namwana serious Mbona nime nimewasoma habari nyingi kwenye vitabu watu walio Mungu kwa serious na Mungu akawasaidia. Mbona leo niliza na nishuhudia habari za Mungu. Mbona ananiambia hizi habari za Mungu kwa serious na Mungu. Inawezekana na akakutumia kwa viwango vile ambavyo hata kutaamini. Kuna kitu kikubwa sana ambacho kiko ndani yako. Shetani anachokifanya ni anakuficha ule ufahamu. Kwa unajiona wewe ni mtu wa kawaida kawaida tu. Unajiona kwamba wewe yaani, hivi ninavyoishi ndo maisha yangu tu. Mungu ana upendeleo, na anataka nikutie moyo kama kuna kitu ambacho iko ndani yako na unajisikia kukifanya, kifanya na kuhakikishia wewe ni Mungu anasema na wewe. Uwezi ukajua spoti yako ikapita wapi, ikaleta imani, ikajenga imani kwa mtu au ikamtia moyo au ikamnyanyua. Huwezi kujua umepitia hali gani, ambayo unaweza kumsimulia mtu na yeye akatiwa moyo, akaona sababu ya kuwa serious na Mungu. Kwa mimi ninakuhakikishia kwamba Mungu wetu ili mdadi, nimekwambia Biblia imetamka kwamba Mungu hana upendeleo. Sasa usiangalie sisi binadamu tunasema, sisi binadamu tuna tuna namna zetu za kujaji watu, tuna namna zetu za kufuatilia historia za watu upendeleo. Anaweza namba mbili. Kwa nini Mungu angalie historia yako? Namba mbili ni kwa sababu Yesu alitununua sote kwa damu yake. Habari njema sana, Yesu alitununua sote kwa damu yake. Mwanaume yule alivyoingia pale msalabani, shujaa yule alivyoingia pale msalabani, aliposema ninakwenda Baba, aliposema niko tayari, mapenzi yako yatimizwe, alitununua sote bila kujalisha historia bila kujalisha background ya mtu yoyote bila kujalisha hali yoyote unayopitia alitununua. Tuangalie kwa haraka haraka Ufunuo, ufunuo wa Yohana nilikwambia ni kitabu cha mwisho. Ufunuo wa Yohana sura ile ya tano mstari wa tisa neno la Mungu, ufunuo wa Yohana sura ya tano mstari wa tisa neno la Mungu linasema hivi neno la mungu ufunuo wa yohana tano tisa neno la mungu linasema nao waimba wimbo wa mpya wakisema wastahili wee kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia mungu watu uka ulichinjwa ukamnunulia mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme na makuani kwa Mungu wetu, nao wamiliki juu ya nchi. Sikiliza, nisome vizuri. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa Fisu. Haya maneno yao ni, iko straight, hata hayahitaji maelezo makubwa. Kwa kuwa wewe ulichinjwa. Hiki kitabu anachokisema ni kitabu ambacho kiko kule mbinguni kimefungwa mle ndani, kimefungwa kikiwa na mihuri kabisa. Kila mtu aliyeko kule mbinguni hana uwezo wa kukifungua kile kitabu. Mle ndiko zambi zetu ambazo saa nyingine zinakuwa zimefichwa, wazazi wetu walivyotenda zambi, Adamu na Hawa zambi, ule uovu alivyopeleka mashtaka zikafungiwa mle kwa bidii sana, akasema bwana, tumeweka muhuri kabisa, huyo mtu amekubali, tumeingia mkataba, nimechukua hati miliki, sasa huyu ni mtu wangu. Kwa hiyo sasa haiwezekani mtu yoyote kukifungua ila shujaa aliyechinjwa akamnunulia Mungu watu wa kila kabila. Yeye anaingia pale, anasema leta hicho kitabu, kilete, anakifungua Anachana ile hati ya mashtaka, anasema mimi, huyu mtu anayenitazama hapa, huyu mtu ambaye mama upekeza muda wake hapa kusikiliza, hana hatia, maana mimi nimechukua dhambi zake zote, maana mimi nimechukua udhaifu wake wote, maana mimi nimechukua magonjwa yake yote. Anachana ile hati ya mashtaka. Kwa hiyo hiki ni kitabu ambacho kiko mbinguni, malaika ndio wanaoimba, wanasema, anastahili Yesu kufungua hicho kitabu, anastahili Yesu kuvunjavunja hiyo mihuri. Kwa hiyo ninakwambia hivi chini anasema kwamba akamnunulia watu wa kila kabila na nakwambia, Mungu akiamua kutumia, angalii historia yako, angalii yaku, hake, dini yako angalii chochote kile, kama kama hiyo kama ulivyo, kwa sababu damu yake imekununua. Umenunuliwa kwa damu ya thamani namba tatu na namba ya mwisho kwa leo, neno la Mungu linasema Mungu haangalii kama binadamu waangaliavyo Yaani, tunasema kwamba mungu anavyoamua kukutumia au mungu anavyoamua kukuokoa haangalii kama binadamu waangaliavyo. Tutaenda kuliangalia hizo ili neno kutoka kitabu kile cha Samweli wa kwanza, Samweli wa kwanza kumi na sita mstari wa saba, Samweli wa kwanza mstari wa kumi na sita, kitabu cha Samweli mlango ule wa kumi na sita yes. Samueli kumi na sita na ule mstari nasoma wa saba na ule wa kumi na tatu mstari wa saba anasema hivi: lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu itazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Bwana huutazama moyo. kumi na tatu anasema hivi. Ndipo Samueli akakitoa akatoa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Hapa ni Daudi alikuwa yuko machungani huko, familia nzima wameshaitwa hadi mzazi wake, hamkumbuki mtumishi wa Mungu Samueli, jamani, hakuna mtoto mwingine humu ndani Daudi ni mtoto wetu mdogo sana. Yuko. Anasema, mwiteni. Alivyokuja, huyu ni mchunga mbuzi tu, mdogo anaangalia mifugo. Mwiteni, alivyokuja Mungu akamwambia hapa. Tukisema tutaanza kutafuta viongozi tutaanza kuangalia kwa kriteria zetu, huyu sijui yuko hivi, huyu sijui ana historia hii, huyu alishawai kupita huku. Hizo ni kriteria za wanadamu. Mungu hana upendeleo anapo amua kukutumia, mwana wa Mungu. Haangalii chochote, anauangalia moyo wako, moyo wako ambao tu utaamini sasa hivi ya maneno, ukamgeukia Mungu, ukaamua kugeuka, kamua kugeusaa Mungu, nataka nimpokee Yesu Bwana na mwokozi wa maisha yangu, nataka nimtumikie Mungu kwa uaminifu, ukakiri yale maneno kwa uaminifu, kasema Yesu ninakuja kwako, nichukue kama nilivyo, nipokee kama nilivyo, nakwambia na kuhakikishia. Utabaki kama ulivyo, kama ulivyo. Mwana wa Mungu, Mungu anakutaka moyo wako. Neno la Mungu linasema mwanangu, nipe moyo wako, mpe Mungu moyo wako, wako, mpe Mungu maisha yako, mpe Mungu ambaye anakuthamini, mpe Mungu ambaye anajua thamani yako. Sisi wanadamu tutakujaji kulingana na jinsi tuona pesa zako, elimu yako, historia yako. Tutoe tukujaji. Unaweza ukashangaa tu mtu hata kama yuko hivyo anavyojua, lakini ana pesa au labda ni tajiri au ni mtu aje, tukamwona yeye ndio mtu wa maana. Mungu anavaangalia pale, anaona hakuna kitu. Kuna mtu ambaye uko huko chini kabisa, ndio Mungu anasema namtaka huyo. Kwa nini? na historia yako. Kwa hiyo, mwana wa Mungu, kama bado hujaamua kuwa serious na Mungu. kama bado hujampokea huyu Yesu, kama bado hujaamua kumfuata Bwana Yesu, it's time, ni muda wa kukaa mwenyewe personal na Mungu wako. Mimi nilivyo amua kumfuata Yesu, nilizingatia moyoni, nilikuwa sio ile ishu ya kusema tena Bwana Yesu, ninakuja kwako kwa, au ninamkataa shetani na dhambi zake zote, afu nikaishi hapa, ao maneno kuwa nimesha aziwa sana kweye nikutana a nikienda kila siku wakiitwa wanaoongoza sala bwana naenda na wanaotaka kumpokea nakuja kwa kubwana na mimi nasema. Ni kugeuka sio kutamka ni kubadilisha direction na kusema kweli, I need Jesus, I need Jesus. Ukidhamiria, karibu sana mwana wa Mungu, karibu kwa Yesu. Yesu anakupenda, njoo hivyo hivyo ulivyo. Usikose kuendelea kufuatilia masomo yangu. Kwa wewe ambaye ni mgeni kwenye channel, subscribe, angalia masomo ya nyuma, kuna shughuli nzuri zenye kujenga. Lakini pia utaenda kupata masomo ambayo tunaendelea kutashiria kadri Mungu atakavyoniongoza. Karibu sana.